Hayo yamefanyika leo ambapo katibu tawala wa mkoa wa singida Fatuma Mganga ametoa takwimu za anwani ya makazi kwa mkoa wa Singida ilivyofanyika mara ya kwanza yetu. Kupitia operesheni ya anwani za makazi, mkoa wa Singida uliweza kusajili taarifa za anwani laki tatu hamsini na moja mia tatu ishirini na nne sawa na asilimia mia moja na tano nukta sita ya lengo la anwani 332998 kwenye mfumo wa kidijitali wa anwani za makazi kwa wakati ule. Aidha, vibao 331341 vya namba za nyumba vilibandikwa pamoja na kusimika nguzo 6953 za majina ya barabara. Aidha, kwa manispaa ya Singida jumla ya anwani za makazi 67797 zilisajiliwa, vibao 49322 vya namba za nyumba vilibandikwa na nguzo 1868 za majina ya barabara zilisimikwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa fedha idara ya serikali za mitaa Mudrik Mujungu amesema ya kuwa kazi ya anwani ya makazi ni ya watendaji wote wa serikali. Amesema wasimamizi wa mfumo huo wa anwani za makazi kwamba ni Ofisi ya Rais, TAMISEMI, hatumaanishi katibu mkuu wala waziri TAMISEMI, tunamaanisha watendaji wa mitaa, wenyeviti wa serikali za mitaa mpaka kufika kwenye ngazi ya wizara mpaka rais mwenyewe watendaji wake wote kwa kuwa ndiyo mwenye jukumu la kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali zinazokuhusu wananchi kule chini. Aidha, mkurugenzi wa ufuatiliaji tathmini wizara ya mawasiliano Elisa Danieli Mbise alisema kuwa lengo la mfumo huo kuwezesha wananchi kuweza kutambulika na lengo ilikuwa kuwezesha kila mwananchi kutam, kutambulika mahala anapoweza kufikishiwa huduma. Operesheni hiyo iliweza iliweka msingi wa kuanza kunufaika na fursa za uchumi wa kidijitali sambamba na kuimarisha masuala ya kijamii katika ambapo jumla ya anwani milioni kumi na mbili na pointi tatu zilisajiliwa. Kwa upande wa waliohudhuria uzinduzi huo, wamesema kuwa faida za anwani ya makazi ni kubwa. Zoezi hili la anwani ya makazi ni la muhimu sana kwetu sisi, hasa wananchi ambao tuko katika maeneo ya mtaa wa soko, kata Ipembe. Na hii sasa hivi tukirudi, ni kwa ajili ya kwenda kuwakumbusha wananchi, lakini pia tuelezee umuhimu zaidi kulibora kuwa na anwani za makazi, kwa sababu unafata